Kama kawaida ya Global TV kila siku, kuanzia majira ya saa kumi na mbili na kuendelea, kukuletea vipindi mubashara la kabisa, lakini siku ya leo kuna tukio ambalo kwa namna moja au nyingine limeacha majonzi na simanzi kwa wakazi wa maeneo haya ya Kigamboni, ambapo wamepata mkasa kunguliwa, kuunguliwa jengo lao. Tazungumze na wahusika tuweze kusikia mawili matatu kutoka kwao, lakini kwa kuanza kabisa nikwambie nyuma ya kamera sema, much respect to my big director Amani Madebe, lakini pia ni washukuru kwa namna ya kipekee ambao kabla ya kwanza kipindi nimepitia pale Sinza madukani vunja bei 19 ndo trouser 15 ni t-shirt kali, lakini kwa mjanja ambao unapita maeneo ya Mbagala pale da live Mbagala za KM kwa bei hiyo hiyo, usikose kuingia Vunjabei upate vitu vikali vinavyoweza kukufanya wewe ukashine na kuendana na kasi ya ulimwengu wa kidijitali zaidi. Tuendelee kusikia mawili matatu kwa ndugu zetu hawa ambao wanapata mkasa wa biashara zao kuweza kuungua jengo lao la biashara likaweza kuungua kwa kuteketea kwa moto. Namuona pia mmoja wa usiki katika maeneo haya. Mheshimiwa, habari za saizi. Nzuri sana. Na wewe mwenyewe? Kwema kabisa, pole na majukumu. Asante. Na wewe pia. Pole sana pia kwa hili ambalo limetokea. Asante. Kwa watazamaji wa Global TV, kwanza uambie jina lako ni nani? Mimi naitwa Nassoro Ally. Ni msimamizi wa hapa. Nipo chini ya mwenye nyumba hii mwenye frame hii anaitwa Abdallah Hussein Ahmed. Tukirudi katika tukio ambalo limetokea, unaweza kutusimulia kwa ufupi, kwanza tukio lilikuwaje lilianzaje, na kipi ambacho kiliweza kuendelea? Kwa hakika, huu moto ulianza kwanza fremu ya mbele kule ambapo pana duka la vitu vya vitu nini, vya, vya nafaka, unga, sukari, mchele na kila kitu. Sasa wanavyosema kuna ile mlinzi baada ya kuzunguka kaona kama kuna moshi unatokeza. Ule moshi ule ndio ulimfanya yeye akawa anavutia vutia time. Ilikuwa ni time ya saa sita na nusu. Ilipofika saa saba kasorobo akaamua toke hapa ende kwa bosi mwenye nyumba. Kwa bahati kule hakumkuta bosi mwenyewe. Alimkuta kijana wake kwa sababu bosi kashahama kutoka nyumba hapa kaenda mahali pengine. Sasa yule kijana pale alipopata habari akampigia bosi na yeye bosi akaharakiza aka, aka kuja hapa ili apate Organize, na mimi akanijulisha, na wakati aliponijulisha mimi nakaa mbali na nimejaribu kutafuta pikipiki niwashe ili ikakataa. Nikapiga kiki nikakataa, nikajaribu kufanya kila njia nikaona ah, haikuwa risk. Natoka barabarani hakuna gari, nikai ah mwisho wa ifango akaniambia usiharakize, kwa kuna jambo kama hili weka chini, anza kuwapigia simu wale wenye frame ili wapate kuja kujiharakiza, kuja kutoa vitu vyao. Basi mimi nikakaa naanza kutumia simu nampiga moja baada ya moja, b wengine wanapokea, wengine hawapokei, wengine wanaambia wewe, saa hizi time na kutoa vitu vyenu ili mpate kunusuru mali yenu. Ndio wengine akashtuka kwa wahi, kwa wale wahi ni hao watu wa nyuma kabisa, sio wale wa mbele. Kule mbele kote kumeteketea kwa haraka haraka. Nikiwa nazunguka katika jengo hili, nimeziona frame nyingi sana. Hili jengo lina jumla ya frame ngapi? Frame ziko 26 na viko vigoli vi, vi tunaita vigoli vinakuwa tisa, nne upande huu nne upande ule, kimoja kiko mbele. Ambayo ambazo frame zote hizi zilikuwa zina biashara tayari ndani yake, kila mmoja alikuwa na biashara. Wengine wameweka kama dogo down ya kuwekea nafaka zao, wana maduka pembeni, wengine walikuwa wanatumia kama ndio kama store vile eh. na nyingi zao hapa ni maduka nguo na nguo zilizopata moto ndio waka upande huu huko hasa ni maduka ya mapambo mfano makapeti, mapazia na vitu vya plastic. Sasa hivi huku, baada ya kupata moto, ndio vilivyosababisha kuwaka zaidi, ambayo ilichukua muda wa kuzimika. Kwa muda ambao moto umetokea mpaka sasa hivi ni takribani masaa zaidi ya kumi na sita yamekatika. Pengine umeshajua nini chanzo cha moto? Kwa hakika, hatuna uhakika wa chanzo cha moto, lakini tunajua ni shoti ya umeme tu, kwa ufupi katika kulitambua hilo mnafikiri ni sababu zipi zilizofanya watu wengi wakashindwa kuokoa mali zao? Lakini pia kama wapo ambao wameokoa mali zao ni kina nani na wameweza kuokoa japo kitu gani? Uh, wako maduka kama manne hivi ambao wamefanikiwa kuokoa mali zao. Duka la kwanza lilikuwa kwa la nguo za kike, huyo alikuwa na frame mbili pamoja, aliwahi kutoa frame zake zile pamoja na nini, kwa msaada wa watu. Duka la pili lilikuwa mambo ya magodoro alikuwa na magodoro na makapit kapit, aliwahi kuokoa. Duka la tatu lilikuwa katika kona ambalo lilikuwa na nafaka, mchele, sukari, unga, aliwahi kuondosha lakini sio yote, ilikuwa moto unakwenda kwa kasi tabu. Wenyewe ilikuwa walijaribu kuvunja milango ili wapandishe shata, lakini zilikuwa hazipandi shata. Sasa moto ulikuwa unafukutua ndani kwa ndani. Jitihada zipi ambazo zilifanyika kuhakikisha labda pengine moto ungeweza kuzima kwa muda uliostahili? Kwa hakika bwana, tunahitaji msaada wa fire kuwekwa Kigamboni. Fire lazima tuanzishe Kigamboni, na kitengo hichi kiwe kikubwa chiweze kwa um, kupata kwa kufundisha wananchi, kwa sababu wakati wa moto mtu anakuwa na panic, hajui nini cha kufanya. Unaona? Anawezekana ikawa kind of ni jambo rahisi kwa, kwa mali yake, lakini anashindikana na kufanya hivyo kutokana na hakuwa na knowledge ya kufanya jambo kama hilo. Ulizungumzia suala la kwamba chanzo cha moto mlidhani ni, ni, umeme, lakini katika jitihada za kujaribu kuokoa umeniambia kwamba mlijaribu kuokoa kwa kuwatafuta watu wenye frame zao kuja kuokoa mali zao. Sijajua kama pengine utaratibu wote ulifanyika katika kujaribu kuwapigia TANESCO na kuweza kukata umeme ili kujaribu kuzuia tatizo hilo lisizidi kuwa kubwa zaidi. Kwa hakika tumeshirikiana vizuri na TANESCO. TANESCO baada ya kuwapigia na kuwajulisha kwa kwamba kuna tatizo la moto, walifika kwa wakati na wakawahi kuondoa umeme ambacho kilisave kupande fulani kwa sababu ingekuwa sio wao ingeambukiza majumba mengine through the wire. Katika hilo hilo pia, kwa kuzungumzia kwamba kuna tatizo la fire, mnahitaji kuwa na fire karibu. Pengine tujue kama fire mlijaribu kuwapigia ambao walikuwa mbali, na kama walikuja au kipi ambacho pia mnapendekeza au nini ombeleni kwa serikali? Ah, kwa hakika tunaomba serikali itoe mafunzo kwanza kabla hawajaanzisha fire huku Kigamboni, itoe mafunzo kwa wananchi kuwajulisha kwamba lazima ujue kutumia hichi kifaa hichi fire extinguisher au kitu fulani, kwa sababu ukiangalia ni ukosefu wa knowledge ya maji karibu, tungekuwa tunaweza kuzima ili usienee usi, na ukawahi kuondoka. Kwa ujumla ni kama hasara ya kiasi gani imepatikana au mnaikadiria kutokana na moto huu ambao umejitokeza wa ghafla na kuweza nakuwez Yeah. Kwa hakika hii siwezi kutabiri kutokana na kila mmoja na vifaa vyake tofauti na mambo yao tofauti. Shukrani sana kwa mchango wako, asante. Na wewe pia nashukuru, asante sana mtazamaji na mfuatiliaji wa Global TV. Tuna agana naye, huyo ni mmoja kati ya wahusika ambao wa wanasimamia jengo hili, yupo chini ya mwenye jengo na ndiye msimamizi mkuu wa jengo hili ambalo limeweza kupata tukio ambalo kwa namna moja au nyingine limesababisha hasara kiasi kikubwa, lakini hakuna mtu yeyote ambaye aliweza kujeruhiwa na kupoteza pengine labda maisha. Watu wote wapo salama. Tunaendelea kuzungumza pia na baadhi ya watu na wakazi wa maeneo haya, kusikia mawili matatu pia kutoka kwao, wafanya biashara ambao walikuwa wamewekeza katika biashara zao ndani ya jengo hili ambalo limeweza kutokea shoti ya umeme. Brother, habari saizi? Safi, tabarakako Salama kabisa. Kupitia Global TV, upo live. Jina lako nani? Yeah. Nafasi yako ni ipi katika jengo hili? Unadhani chanzo cha moto kilikuwa ni, ni kitu gani? Chanzo cha moto ni, chanzo cha umeme. Ni umeme, chanzo cha moto. Na baada ya kulibaini hilo unafikiri kipi ambacho kinapaswa kufanyika au nyinyi mkiandaa kama mkakati kuhakikisha kwamba hakitoweza kujirudia tena. Uh, sisi tumepanga mikakati yetu kwa jengo hili, ndo basi tena, lazima tulipiga na chili ili turejeshe tena huduma kama kawaida, ili tujisati tena, na kila tunataka kila aliokuwa na frame lazima awe na fire extinguisher. Hiyo ndo cha muhimu sasa hivi cha kusisitizia, lakini pia Kigamboni, fire bado ki, zote zinatoka mjini kila aliyekuwa na frame lazima awe na fire extinguisher, ambapo mwanzo wote walikuwa hawana hawana, na walikuwa wabishi. Sasa inaweza kuwa upande mmoja tayari lishawafunza shaw. kitu kikiwapata watu ndo huwa inawapata vizuri na funzo napata vizuri zaidi. Tatizo la Kigamboni kutokuwa na fire extinguisher kwako kwa wewe unalichukuliaje na una unafikiri kipi ambacho kinatakiwa kufanyika kwa haraka zaidi? fire extinguisher, fire extinguisher, kila frame Ma iwe na fire extinguisher kila frame, hata kwenye gari pia fire extinguisher lazima. Lakini late ingekuwa kuna fire extinguisher nje ya jengo, madhara ya singefikia, sababu watu waliwahi mapema, moto ulikuwa bado ni kwanza unaanzaanza, lakini ile kukosekana kitu kama fire extinguisher. Afu ni usiku, imekosekana hicho ukiwa kama ndugu wa familia ambayo umetambua kwamba kutokuwepo kwa fire extinguisher ni tatizo kubwa ambalo limesababisha pengine haya yote kuweza kutokea umeahidi kwamba litakapojengwa lingine na wapangaji wote watakaokuwepo, utahakikisha wao wanakuwa na fire extinguisher. utahakikisha hilo linaishia tu katika jengo ambalo nye mnalisimamia kama ndugu, au katika majengo yote yaliyopo maeneo haya ya Kigamboni na Tanzania nzima pengine kwa ujumla? lakini wapangaji lazima na wao wawe na fastingisha. Hata mkuu wa wilaya leo DC alipokuja alisisitiza kuhusu swala la fastingisha, na watu wakaendelea mambo mengine. Katika kulizungumzia hilo, tunarudi kwenye point ambayo mimi nilikuwa naizungumza kwamba fire extinguisher sio kwa wapangaji tu hapa, na watu wote wa Kigamboni na maeneo mbalimbali mbali katika taifa letu, katika kukidhi au kuhakikisha kwamba tatizo la moto halitokee, ni lazima wawe na fire extinguisher. Ni kweli unaposema, shukrani sana. Na kingine cha kuzungumzia, unadhani kungekuwepo na zimamoto karibu, haya yote yangeweza kuokolewa na kuzuilika kwa urahisi? ni sana tu sababu ingelikuwa karibu si frame zote zingekuwa zinge, zinge hivyo. Wakati, wakati nafika hapa naenda kuanza kufungua kipindi kule, nilikuona kama ulikuwa karibu na mtu wa zimamoto, kuna mawili matatu ambao mlikuwa mnajadili kwa haraka haraka. Simuoni ilikuwa <laughs> e, naye tunajadili jadili. Kuna mambo tu asubuhi alitokezea tokezea lakini tumemaliza. Mmemaliza kujadili yeah. Okay, ni kushukuru, lakini pia sasa hivi naendelea kuzungumza na wawili watatu, nitakuomba kama yupo karibu tuweze kuzungumza naye pia. Wewe ndio ulikuwa unazungumza naye na anamfahamu. Na na, right. Kwa upande wa huku simwoni, sijui upande wa huku Okay, nikushukuru sana tutaendelea kumtafuta tukimpata tuzungumza naye, mtazamaji na mfuatiliaji wa Global TV. Tukiachana naye huyo mmoja kati na familia wa wa ya ndugu na familia wa wamiliki wa jengo hili ambaye amezungumzia ya kwake ya moyoni, tatizo kubwa likiwepo ni kutokuwepo kwa fire extinguisher ambazo hazikuwepo katika jengo hili tu, huku akizungumza kwamba maduka yao yote mengine ambayo wanafanya biashara fire extinguisher zipo. Hilo ni tatizo na linapaswa kuangaliwa kwa jicho la umakini zaidi ili kuhakikisha kwamba athari kama hizi haziwezi kutu toke na haziwezi kuendelea. Tunaendelea kutembea nikiendelea kukuonyesha moto huu ulivyoweza kuathiri sehemu mbalimbali na biashara mbalimbali ambazo zilikuwa ndani ya jengo hili, lakini pia tutaendelea kuzungumza na baadhi ya wakazi na wafanyabiashara waliokuwepo maeneo haya. Mheshimiwa mambo vipi? Salama vipi yanko? Pole sana na mishimishi. Asante ndugu yangu tumepata hasara hapa, wameunguliwa ndugu zetu, si ndio tunaambulia ambulia hizo kopa hapa na nini? Mm. Eh, majanga tu ndugu yetu, wamepata hasara kama ndangu. Okay, naomba nikuulize swali. Jina lako nani kwanza? Mimi naitwa Mtili Robin Daudi Makalanga. Unafanya dili gani mjini hapo? Ah, mimi ni mvuvi tu na chukua chukua hizo, kwa sababu zishaungua ndugu yangu ashapata hasara na mimi nikapata japo hela mbili tatu tu basi. Bana, sawa lakini naomba nikuulize swali lingine li pia, katika kuzungumzia hii athari ambayo imetokea, unajua chanzo cha moto kilikuwa ni kitu gani? Chanzo kwa kweli sielewi ni kitu gani, siseme uongo, ila tumeshtukia moto tu na watu wanazima ndo kama hivo. Inasemekana kwamba chanzo cha moto kilikuwa ni umeme, ni umeme wanavyosema. Na wakati unachukua hizi nyaya na kuzivuta namna hiyo, wakati ulipoanza tu kwa mara ya kwanza, kwanza ulijiuliza pengine kama umeme upo umekatwa au kipi ambacho kinaendelea? Ah, hizi nimechukua kwa sababu kujua kwamba umeme hamna, ungekuepo nisingezigusa. Una uhakika huo? Eh, e, na, na uhakika kwa sababu ni hapa chumba hiki, nina uhakika hamna umeme. Shuk, shukrani sana eh ni kwa mtazamaji na mfuatiliaji wa Global TV. Bado tunaendelea kuzungumza na wadau mbalimbali ambao kwa namna moja au nyingine wameathirika na tukio hili, na kama hivyo ambavyo unaendelea kujionea. Basi baada ya muda mfupi pia tutaendelea kukujuza nini ambacho kinaendelea. Habari. Safi bwana, vipi hali? Salama kabisa. Hmm. Kupitia Global TV upo live. Jina lako nani kwanza? Habari yako? Safi, pole sana. Asante uh, kabisa kaka. Biashara gani ambayo ilikuwa hapo katika eneo hili ambapo ulikuwa unaifanya? Mimi nilikuwa duka hili hapo, tunafanya biashara mapazia, mito na vitu vingine vya mapambo ya nyumbani. Umepata hasara ya kama kiasi gani vicha shilingi za Kitanzania? Ni zaidi ya milioni saba tuseme. Mara nyingine tena pole sana. Asante. Tunashukuru. umefanikiwa kujaribu kuchunguza pengine nini chanzo cha moto hilo? Kwa kweli hatujapata kufanikiwa kujua, kwa sababu sisi, wakati tukio linatokea, tuko majumbani mwetu tumepumzika. Umejaribu kufanya utafiti wote kutaka kujua pengine, hata kwa kuhisihisi tu, chanzo cha moto kilikuwa ni kitu gani? Hapana, bado kwa <laughs> stress niliokuwa nayo, sina hata hamu ya, ya kujua hayo. Najua ndo jambo lishatokezea, hata nikijua tena it, mambo ya baadaye tena. Mfanikiwa mm -hmm. kuokoa chochote? Hapana, hatujaokoa chochote. mm -hmm. Katika watu ambao wanafanya biashara kwa upande wa fremu hizi huko, pengine yupo mtu yeyote ambaye amefanikiwa kuokoa chochote? Eh, zipo zile, zile, vile vigoli vile vya mwanzo mm -hmm. tunaita vigoli vile Wapo watu ambao wamefanikiwa kutoa vitu mde, kwa sababu ina kule kulikuwa kuna zege, kwa hiyo moto haukufanikiwa kupenya mule mm -hmm. kwa hiyo kiukweli, watu wa pale wote wamebahatika kutoa vitu vyao, lakini kwa frame hizi hakuna aliyebahatika kuokoa chochote. wa hmm. tukio hili penye funzo gani? <laughs> mafunzo ni mengi, lakini kwanza ni, ni, ni kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu yeye ndo anatoa na ndo anonyima maana yake viumbe vyake, lakini mafunzo mengine kwamba katika hali ya kawaida ya, ya kibinadamu tuchukue tahadhari katika mambo yetu, kwa sababu hata Mungu ametuambia hivyo tuchukue hadhari katika vitu vyetu mm -hmm. mali zetu. Kwa hiyo laiti kama tungekuwa tunayo hiyo tahadhari, basi pengine maafa yangekuwa machache, Sio kama haya yaliyotokezea mm -hmm. Unapozungumzia au unapozungumzia tahadhari, unafikiri tahadhari zipi zingekuwepo, tukio hili pengine lingeweza lisitokee au lingeweza likaokolewa kwa namna moja au nyingine? Tahadhari kubwa ni vyombo vya usalama vile vya taifa ambavyo ni hawa askari wa zimamoto, laiti <laughs> Lighty kwa sababu kwa maneno ya watu ambao tunasikia wanasema kwamba laiti wale wangefika mapema na wakaanza kuuzima moto, kwa sababu mwanzo inasemekana ulianzia katika maduka mawili ya hapo mbele. Kwa hiyo basi, kwa kweli, hawa wengine wangeokoka au sisi wengine tungeokoka, lakini kwa kuwa wachelewa kufika, moto umeanza tangu labda mida ya saa tano, saa sita wao wakafika sijui saa tisa au saa kumi alafu wamefika, maji hamna, yamo wame kidogo wamezima kidogo, wameondoka tena kwenda kufuata maji. Kwa hiyo hizo pia zimesababisha tatizo kuwa kubwa kabisa. Mm -hmm. Shukrani sana kwa ushirikiano wako, nikupe tena pole kwa mara nyingine, asante, nashukuru, kazi njema. Asante sana mtazamaji na mfuatiliaji wa Global TV, bado tunaendelea kuzungumza na wafanyabiashara wa maeneo haya, nikukumbushe ni kutokea Kigamboni ambako mkasa huu wa moto, ndugu zetu wameweza kuunguliwa na frame zao na biashara zao kuweza kuteketea kwa moto, na jengo hili ni jengo lenye ukubwa au lenye biashara na vyumba vya biashara nikiwa na maana ya frame ishirini na sita nda pia kuzungumza na mawili matatu na wakazi wanaofanya biashara hawa kuweza kusikia kutoka kwao. habari hizi. njema kabisa. jina lako nani? naitwa Abdul Muhammad. Pole sana kwa tukio ambalo limejitokeza. Asante, tumepoa sara ya kama kiasi gani hivi ambayo umeipata? Kwanza yaani, katika uokoaji, labda hasara hasara iliyopatikana ni kubwa sana sana kabisa, kiasi ambacho bado kila mtu hajatoa tathmini yake ya kia, kiasi ambacho kimepotea tukizungumzia katika uokoaji, pengine umefanikiwa kuokoa vitu vyenye thamani gani, au umefanikiwa kuokoa kiwango gani? Mimi binafsi sijafanikiwa kuokoa chochote cha kwangu, kwa sababu ingawa ni mmoja wa tulioathirika katika ilitukio, lakini sikuweza kuokoa chochote. Kwa ambao umefanikiwa kuokoa, nimepewa taarifa kwamba ni maeneo haya. Waliofanikiwa kuokoa wameokoa wame kiasi cha fedha lakini si, si bidhaa ambazo ziliokuwemo ndani ya maduka yao. Kama kiasi gani na ni kama watu wangapi hivyo ambao wamefanikiwa kuokoa? Kuk, kuna watu wachache ambao wamefanikiwa kuokoa fedha kidogo na angalau bidhaa kidogo, ni wachache sana, ni tunavyojua ni fremu mbili ambazo wameweza kuokoa angalau bidhaa. Walifanikiwa kuokoa fedha, pengine hujajua ni kiwango gani ambacho wameokoa? Si, si, hakijajulikana ni kiwango gani waweza kuokoa, lakini wameokoa kiasi fulani. Tunaweza tukasema kwamba si sawa na kupoteza vyote, kwa sababu pesa ndio inafanya kitu mm. Katika tukio hili pia tukizungumzia wao ambao wameweza kuokoa fedha zao, unafikiri ni kipi ambacho kimewafanya wakaweza kuokoa? Pengine ni njia ya vile ambavyo walikuwa wanazitunza fedha hizo ndani ya biashara zao, kwa sababu frame zote naziona zimeungua ni kweli frame zote zimeungua, lakini kuna ambao waliwahi kuokoa, kwa watu ambao wamejitokeza kwa ukarimu tu, wameweza kuokolea, na baadhi wamevipata vitu vyao, alafu kuna wengine ambao wameokoa, lakini katika hali ambao wameokoa vitu vichache kabisa, na sio wenye wao waliokoa, ni hiyo kuokolewa ninavyosema. Mm, shukrani kwa ushirikiano wako. Nikupe tena pole kwa mara nyingine. Asante bwana. Tumepoa, asante sana. Mtazamaji na mfuatiliaji wa Global TV, tukiachana na mheshimiwa hapa ambaye biashara yake ndivyo kama alivyoisema imeweza kuteketea kwa moto. Sasa hivi nikukumbushe tu kusubscribe kwenye YouTube chaneli yetu, ili usipitwe na habari kama hizi, pamoja na matukio mengine mbalimbali ambayo unastahili kuyapata. Nikukumbushe katika siku za wiki, kuanzia saa kumi kamili jioni, popote pale lazima Global TV ikuletee habari na matukio mubashara kabisa, with your best presenter Kelvin Shayo at Shayo TZ. Tukutane in